Yes. Shuka. So bro, sasa segment ambayo tumeingia hapa ndani ya meza ya ukweli, bro. Uh, uh, tunataka tuingie pale freestyle michano hapa ndani ya Rogi Radio, si ndio? Tunataka utupe freestyle. Hatutaki ngoma ambayo umeimba. Tunataka okay, tuone umsanii wetu tukimpeleka pale stage. Anaweza tu represent vizuri, uh, uh, si kama Kenya. Yeah. So bro ni freestyle time, uh, na nakusukumia beat fulani amazing sana utakuwa unatupea ka freestyle pale. Get free music on Rogi Radio, nyumbani kwa burudani na hapa ndipo.

We mchawi, mistake ni kudanganye. Tungekuwa sawa kama tungekuwa na unye, hatuko sawa. Wakenya tunateseka, ni we mchawi tuteka, uwezo, nge kumada, nge ni kama unatuteka, ningekuwa na uwezo ningekumada ni kutoe. Sacrifice uko juu sana, kwa sababu ni kikurete kwa wasanii ambao tumekuwa nao pa studio. Ni bana nakupa Over, kuna kazi safi sana na tunakukaribisha tena hapa ndani ya Roji Redio, nyumbani kwa burudani. Kuna ah, kazi safi bana. Nakwenda kwa jina Brayo Kevo Imai na hii ni meza ya burudani, meza ya ukweli.